Sasa nataka nisome katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alafu nimuulize mbunge Msukuma, kati ya yeye na Gwajima nani anayelinda katiba? Nasoma ibara ya kumi na tano ibara ndogo ya kwanza Kila mtu anayo haki ya kuwa huru na kuishi kama mtu huru. Ibara ndogo ya pili kwa madhumuni ya kuhifadhi haki ya mtu kuwa huru na kuishi kwa uhuru itakuwa ni marufuku. Sasa Msukuma, umeapa kulinda katiba gani? Kama utekaji hauoni, na, na katiba inatukataza hapa, wewe umeapa, ku, ume, umeapa kulinda katiba gani? Mmeapa, ni nyote mmeapa kulinda katiba. Mbona haki ya kuishi ya Mdude ilipotezwa? Mbona haki ya kuishi ya Deusi Soka? Atu hawa kwa bila shaka, kwa nini wamepotezwa? Mbona haki ya kuishi ya mzee Ali Kibao ilipotezwa? Amen, bwana asifiwe. Sana nimesikitishwa na maneno ya mbunge Msukuma ambao alikuwa akizungumza bungeni. Hebu tumsikilize kwanza. Na nimemsikia mwanasiasa mmoja mwenzetu, rafiki yangu, amepigapiga akaingilia mpaka na maamuzi ya rais. Jamani, tulikuwa na awamu ya tano humu ndani. Mi nilikuwa mbunge mwamba, marehemu, hakuna mtu alinyanyua mdomo hum. Hakuna mikutano na hata hiyo presi ungepiga jioni ungekuwa nao jamaa. Sasa tusimwone mama mpore, tukatumia hii nafasi kumwingilia mpaka na maamuzi yake. Sisi wote tumeapa kulinda katiba. Rais wetu amelinda kuapa katiba na kulinda usalama wa nchi yetu, aachiwe nafasi afanye kazi. Haya majaribu mnayofanya Samia tunaye na tunatamba naye mpaka. Kwanza mimi nilikuwa naangalia hata ile clip. nikawa namwangalia mdogo wangu Gwajima hapa askofu, labda kuna joto jimboni, maana ile press mimi sikuielewa. Anasema hajaielewa press ya Gwajima. Nia na lengo na dhumuni kuu la press ya Gwajima, kama alivyosema mwenyewe, alisema hivi: leo naongea kama Mtanzania kabla ya uaskofu, kabla ya uneki Kabla ya ubunge, utanzania nilikuwa nao. I am talking as a citizen of my country, naongea kama raia wa nchi yangu Tanzania, kwamba utekaji katika nchi yetu haukubaliki hata kidogo. Nataka mtu awazi, hebu jaribu kuwaza mama yako mzazi aliyekuzaa, au kaka yako mzazi, kaka yako, watu wanakuja kumchukua ndani ya nyumba, wanaondoka naye, alafu aonekane. Mimi siongei kwamba wale wanaopotea wana makosa au hawana makosa. Makosa yao siyajadili, kwa sababu sio kila kosa adhabu yake ni kifo au kutekwa. Kwa mfano, wewe una mwanao na mtoto wako kabisa amekosea, amekosea, ha, labda ametukana serikali au amefanya uhalifu, amefanya hivi. Taratibu zinazotumika ni kumchukua mtu huyu, kumwarest, kumpeleka mahakamani ahukumiwe na mahakama siyo adhabu ya kila mtu ni kupotea hapana. Hili jambo halikubaliki kabisa. Na sasa ni nani anayefanya haya mambo? Sasa hii ndiyo hoja yangu. Kumbuka hoja yangu mimi ni utekaji na ushauri kwa taifa. Sasa nataka nisome katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alafu nimuulize mbunge Msukuma, kati ya yeye na Gwajima nani anayelinda katiba. Askofu Gwajima anapingana na utekaji, anapingana na dhuluma za uhai ambazo zinafanyika, anaona ni kitu ambacho hakikubaliki ndani ya Tanzania. Msukuma hajaona hilo yeye. Yeah, anaona iko kitu ni sawa. Hajaona nia ya Gwajima ilikuwa ni nini, hajaona, hajaelewa kabisa hiyo press. Lakini ameapa kulinda katiba. Sasa nimuulize, ameapa kulinda katiba lile kitabu kile, au rangi ya kitabu, au maandishi juu ya kitabu lile neno katiba, au ameapa kulinda yaliyoandikwa mle ndani yasikiukwe yasivunjwe, yasibatilishwe au ameapa kufanya nini? Sasa, kutokana na press ya Gwajima, nasoma katiba hapa, alafu tumuulize Gwajima na tumuulize Msukuma, yeye na Gwajima, nani anailinda katiba? Nasoma ibara ya kumi na nne ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 anasema hivi kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata kutoka kwa jamii hifadhi ya maisha yake kwa mujibu wa sheria. Kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata hifadhi kutoka kwa jamii, hajasema kila Mtanzania, kila mtu. Sasa wale wa Kenya walikuja Tanzania, walipata hifadhi kwenye Serena hoteli na hoteli kadha wa kadha, lakini haki yao ya kuishi ilichukuliwaje? Mbona kama waidhurumiwa sehemu ya utu wao? Tuachane na hayo. Nasoma ibara ya 15, ibara ndogo ya kwanza: kila mtu anayo haki ya kuwa huru na kuishi kama mtu huru. Ibara ndogo ya pili: kwa madhumuni ya kuhifadhi haki ya mtu kuwa huru na kuishi kwa uhuru, itakuwa ni marufuku kwa mtu yeyote kukamatwa, kufungwa, kufungiwa, kuwekwa kizuizini, kuhamishwa kwa nguvu au kunyang'anywa uhuru wake vinginevyo, isipokuwa tu Hey, katika hali na kwa kufuata utaratibu uliowekwa na sheria au katika kutekeleza hukumu, amri au adhabu iliyotolewa na mahakama kutokana na shauri au na mtu kutiwa hatiani kwa kosa la jinai. Sasa Msukuma umeapa kulinda katiba gani? kama utekaji hauoni na katiba inatukataza hapa, wewe umeapa, umeapa kulinda katiba gani? Mmeapa ninyi nyote mmeapa kulinda katiba, mbona haki ya kuishi ya Mdude ilipotezwa? Mbona haki ya kuishi ya Deusi Soka atua hawa, kwa bila shaka, kwa nini wamepotezwa? Mbona haki ya kuishi ya mzee Ali Kibao ilipotezwa? Walioipoteza haki ya kuishi huko hata leo ajulikani, hawajulikani hata leo, hawajulikani hata leo, hawajulikani. Waliompoteza Mdude hawajulikani hata leo, hawajulikani na wamepewa jina na watu wasiojulikana. Mmeapa kulinda katiba, mbona mna yaasi haya, wewe na Gwajima? Nani anailinda katiba? Gwajima anasema utekaji kwenye taifa letu, jambo ambalo halikubaliki, analinda katiba. Wewe unasema nini? Hujaelewa ile press. Katiba gani uliyoapa kuilinda, mbunge Msukuma? Tumewatuma bungeni, mje mwende mkatuwakilishe. Mnatuwakilishaje sisi wananchi Mnatuteteaja kati? Ndugu zetu anatekwa na kupotezwa, ninyi mnawasemea wananchi gani? Katiba ni nani? Mnayeapa kumlinda ni mtesi anayetuteka? Ni mhuyu mtu ambaye anadhurumu haki aki za kuishi za watu, anavunja sheria, anavunja na katiba? Au huyo ndio katiba? Au katiba ni gani ambayo mnamlinda? Haujaelewa ples ya Gwajima, hujaelewa, hujaelewa kabisa, na dhumuni lake amelisema hapo, kwamba lengo langu nimekuja nizungumzia utekaji na ushauri kwa taifa namna gani tutatokomeza janga hili. Huujaelewa. Sasa unapingana na Gwajima, hauoni alichokifanya kwamba ni cha maana? Unasema, unasema amepiga piga kaingilia mpaka maamuzi ya rais. Hajaingilia maamuzi ya rais, alikuwa analinda katiba, ibara 18 ibara ndogo ya kwanza inasema hivi: bila kuathiri sheria za nchi kila mtu yuko huru kuwa na maoni yoyote na kutoa nje mawazo yake, na kutafuta, kupokea na kutoa habari na dhana zozote kupitia chombo chochote bila ya kujali mipaka ya nchi, na pia ana uhuru wa mawasiliano yake kutoingiliwa wakati Ibara ya 18 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Gwajima alikuwa akiyafanya yale kwa mujibu wa kifungu hiki, anaulwa kutoa maoni, kutoa mashauri, kutoa mawazo yake kupitia chombo chochote bila bila kujali mipaka ya nchi. Anasema bila kujali mipaka ya nchi, alikuwa akitoa mifano ya wale wa Kenya ambao walidhulumiwa haki zao za uhuru na kupigwa na kuumizwa na watu waliojiita kuwa ni vyombo vya, osibia, vya dola kwamba ni polisi. Ingawa Gwajima anasema polisi hawezi kufanya kitu cha kijinga namna hiyo, lakini bado hamkumwelewa hata hapo pia. Sasa hii hi, hi ibara ya katiba imempa uhuru Gwajima kuyazungumza yale, kutoa maoni yake akiwa na dhumuni la kulinda katiba. Msukuma, wewe unalinda katiba gani? katiba gani unalinda? Sasa mimi kama mtumishi wa Mungu lazima nifananishe mambo haya na Biblia, kwamba wewe mbunge Msukuma sio wa kwanza kusema unalinda katiba lakini hauilindi katiba. Biblia inatuagiza hivi katika Mathayo sura ya ishirini na tatu mstari wa tatu, anasema basi yeyote watakayowaambia myashike na kuyatenda, lakini kwa mfano matendo yao msitende, maana wao hunena lakini hawatendi. Nasema umeapa kulinda katiba lakini haulindi, unaiasi kama nilivyosoma hiyo ibara ya 14 na ibara ndogo ya kwanza na ibara ya 15 na ibara ndogo ya kwanza a na b na ibara ya 18 ibara ndogo ya kwanza, mambo ambayo amefanya kwa Gwajima kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kupitia ibara hizo ambazo imezisoma. Wewe unasema umeapa hamyatendi kuna haki ya kuishi lakini hamjaona, kama mdudi amedhulumiwa haki yake hamjaona, kama mziari kibao amedhulumiwa haki yake. Hamjaona Gwajima anatoka kuyazungumza hayo, nyinyi hamuoni tena? Nashindwa kuelewa, mnasema lakini kuyatenda myatendi. Wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao tena. Matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu, kwa kuwa hupanua ilizi zao, huongeza matamvua yao. Yani mnayafanya, mnafanya ili kujipendekeza, mnatanua ilizi zenu na matamvua yenu. Nyiye watu wa aina gani? Na Luka naenda kusoma mstari wa 24, anasema: viongozi vipofu wenye kuchuja mbu na kumeza ngamia Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na chano, na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Ewe Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe, ili nje yake nako kupate kuwa safi. Sasa kwenye Farisayo na na na mwandishi na Mfarisayo, jiweke wewe hapa. Kwa hiyo hapo tunaweza tukasema Ole wenu wabunge wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na chano na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokwa na kiasi. Ewe mbunge kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe ili nje nayo iwe, iweze kuwa safi, kwa sababu tumatuma kutuwakilisha ninyi hamtuwakilishi, mnafanya kinyume na mioyo yenu. Mioyo yenu inachukia mambo mabaya, lakini hamtaki kuyasema. Kwa nini mmekuwa wanafiki? Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliyaye kutoka gerezani anasema itengenezeni njia ya bwana ionyesheni mapito yake heri mtu yule atakayeteswa atakayefungwa ama afaye katika bwana tangu sasa apate kupumzika mahali baada ya tabu zake yesu kristo mungu mkuu hukumu wa haki yuaja upesi naye anakuja kumlipa kila mtu sawasawa sawa, na matendo yake anawatenda hii ndiyo maana ya neno Maranatha